Sema Amen! Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya! Unayeandika somo hili andika, andika shauli walilolifanya juu ya malango yangu saba shauli walilolifanya juu ya malango yangu saba. Ijumaa tulianza hatua mpya kushughulika na malango. Bwana Yesu asifiwe, tulianza hatua mpya ya kushughulika na mlango au malango. Sasa nikasema tutakuwa na season za kuyaombea au kuyafungua malango kwa namna ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe, haleluya! Nikasema mlango si kitu chepesi kama watu wanavyofikiria. Mlango ni kitu kimoja muhimu sana juu ya maisha yako. Ninatamani mtu niongee naye, na hata na yule mtu wa kwenye mtandao atakayetufuatilia, hata mtu ambaye atashare hii linki aweze kuelewa, hata mtu ambaye ataweka kwenye skrini kubwa yake aweze kufahamu hili jambo. Sema amen. Mlango si kitu cha kawaida kama watu wanavyofikiria. Wewe ili ufanikiwe, ni lazima ufahamu mlango wa kufanikiwa, kwa sababu tafsiri ya mlango ndicho kitu kinachokuruhusu kupita, kuingia sehemu husika au ukaziwiliwa usiingie sehemu husika. Na mlango unaweza ukatumika kukufungia katika uharibifu au kwenye magereza. Katika ulimwengu wa roho ziko prison, na unaweza ukawa prison na kwa sababu ya jengo lililotengenezwa au mipaka ya kiroho au ibada iliyofanyika katika ulimwengu wa, wa roho na wakaweka kitu kinachoitwa mlango katika ulimwengu wa roho, na huo mlango ukatumika kukuziwia kupiga hatua kwenda hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Nikasimama kusema lazima tutakuwa na nyakati za kuomba kwa ajili ya kuyafungua haya malango na waliofungwa katika magereza au mashimo wakakosa mlango wa kutoka, lazima tutembee bofaidi, maana yake tutembee nuruni na gizani. Waliofungwa kwa giza na milango ikafungwa wafunguliwe, na tunaotaka kubarikiwa nuruni, milango yetu ifunguliwe. Sema amen kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Nikajaribu kuainisha milango kadhaa naitamka, itamka kwa dakika chache angalau mitano alafu, tuendelee, kama sio minne, lakini tuna milango au tuna malango saba, ambayo kama haujayashughulikia unaweza ukabaki, na kama hatutayashughulikia unaweza ukabaki kawaida. Nikasema lango la kwanza ni lango la fedha. Katika kuokoka kwako, katika kukua kwako, usiposhughulika na lango la fedha utakufa maskini katika huduma yako, usiposhughulika na lango la fedha, unaweza ukabaki una hudumu, lakini lango la fedha limefungwa. Katika utumishi wako, unaweza ukaajiliwa, lakini lango la fedha limefungwa. Kwa nini nasema lango la fedha? Unaweza ukawa na IQ, ukawa na a good education, lakini results au sehemu ya capital fedha unayoipata haifanani na IQ uliyonayo, haifanani na nguvu ya elimu ulio nayo. Tafsiri yake ni nini? Si kwa sababu umefika mahali hapana fedha, isipokuwa umeenda ikiwa malango msaidie pasta kumweka mahali pale, umeenda katika enge ya malango ya kifedha yamefungwa. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa malango ya kifedha kiuchumi yamefungwa, unaweza ukawa na good education, lakini salary ni ndogo, si kwa sababu hauna nguvu sawa na wengine. Unaweza ukawa na ng akili kubwa, good plan, lakini lango la fedha likawa limeshikiliwa na mtu analimiliki. Lango la fedha, unaweza ukabaki jinsi ulivyo, wengine watafanikiwa. Nikuulize, hawa wenye fedha si wasomi kama wewe? Hawa wenye fedha si ni watu kama wewe? Nini kwao kilifanyika? Alijua kuutembelea mlango wa fedha katika ulimwengu wa roho before aanze kumiliki katika mwili na jaribu koipleni kwa, kwa sababu hapa ndipo kuna bato kati ya mtu na mtu na bato kati ya ufalme wa nuru na giza. jijeki na uzuli na elimu na kila ulicho nacho, lango la feza limekaaje? Naongea na mtu eh? Naongea na, na mtu na na, Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Mlango wako wa kifeza umekaa na nguvu ipi nasema, mlango wa pili lazima tuutembelee ni mlango wa kibiashara. Unaweza ukawa na fedha, kuna watu wana pesa, lakini mlango wa biashara kwao umeshikiliwa. Ana ana good idea, ana good plan za kibiashara, anaweza aka arrange business na ukaona kabisa anafanikiwa, ila mlango wa biashara kwake umefungwa. si fedha ana uwezo wa kuanza biashara hata kwa laki mbili na si kwamba laki mbili hana, ana uwezo wa kuanza na hata na milioni moja. Si kwamba hana, lakini lile lango la kibiashara kwake limefungwa. Hata ukimpa milioni ataiweka, lakini atakosa kuiendeleza biashara kwa sababu mlango wa kibiashara umefungwa kwake kwa atapata fedha. Kuna watu tuko nao na kuna watu wameokoka na kuna watu wanakutana nao, anakuambia yaani, profet, ungenikuta enzi niko na fedha Haya mambo yangekuwa madogo madogo, ningekuwa na shafo na maliza mwenyewe. Kwa sababu gani? Lango la kibiashara kwake lilikuwa limefungwa, isipokuwa fedha zilikuwa zinaingia. Muulizi alifanya nini? Alitumia kwa ajili ya kuspendi, alitumia kwa ajili ya kuspendi, alitumia kwa ajili ya, kwa ajili ya kufanya anasa, alitumia kwa ajili ya kusaidia vitu vingine vingine, lakini si kwenye engo ya biashara. Lango la tatu, lango la ndoa. Watu wengi utamani vijana na mabinti kuingia kwenye ndoa, ila lango la ndoa likiwa limemilikiwa au kutawaliwa, unaweza ukasafa kuingia kwenye ndoa, kwa sababu hili lango tayari huwa limeshikiliwa kiroho. Utakutana na kila nyeupe, nyeusi, ndefu na fupi, wote utakataa, wote mtakorofishana kwa sababu gani? Yoyote anayekuja kwako usije ukafikiria sio mwema, isipokuwa lango limeshikiliwa. Kwa hiyo lango linaamua apite au asipite. Haleluya, haleluya. Lango la nne lango la huduma. Unaweza ukawa umeitwa, lakini lango lako la huduma. Nikisema umeitwa, nina tafsiri ya wahubiri umeitwa kabisa, una kipawa kabisa unaneema kabisa una sifa kabisa, yaani Mungu amekuita akaweka package. Nataka unisikilize, watu walioitwa kwa jambo fulani huwa Mungu anawapa package, anawapa sauti, anawapa uwezo wa mikiki mikiki. Kupitia upside down ni package ya uvumilivu, kupitia upside down ni package ya kuyaona mambo na kuyaishi. Ana sauti ya kuweza kumanage kile kitu ambacho Mungu ameweka isipokuwa lile lango ni nani amelitawala? Unaweza ukawa guru Klisha, lakini katika engo ya kuhubiri kwako kuna mtu ametawala, au roho imetawala, ukawa good singer, lakini lango la kiroho, kuna roho imetawala au kuna mtu amepatawala. Kwa hiyo kufanikiwa katika kuimba kwako hakuwezi kukuletea mafanikio, utabaki una sapa. Alafu kuna watu, watu watatoka nyuma watakupita kama upepo. Ni kwa sababu lango limeshikiliwa, si kwamba hauna kipawa. Lango la kazi, mahali unapofanya kazi, lazima uyajue haya malango pana lo ipi. Nazungumza kwanza kwa walioajiliwa, halafu ninazungumza kwa wasioajiliwa. Ili uweze kuajiliwa serikalini, taasisi, kampuni, lazima kwanza ulifanyie kazi lango la ajira. Kazi, lango la kazi kwako limekaaje? Umesoma, sawa una uwezo sawa. Application ingapi umepeleka serikalini na kwenye taasisi binafsi? Zipi zilifanikiwa? Lango la kazi limeshikiliwa? Mtaendelea mengine, umebakiza mangapi? taendelea